fanya na management au unafanya mwenyewe? Mimi ninafanya mwenyewe. Mm. Ya, ninafanya mwenyewe. Kwa nini umechagua kufanya mwenyewe na sio na management? Um, kwa sababu cha kwanza nina huduma ndani yangu. Mhm. Mm eee uh, nikiwa na management kuna sehemu natakiwa niende mimi kwa ku, nikis, nasikia kabisa hapa natakiwa niende nika mimi ndo nikatoe huduma. Unajua mm kwamba -hmm. kuna, kwa mm -hmm. kuna sehemu natakiwa uende sio kila sehemu natakiwa uende wewe upokee hela, you know? Mm kuna sehemu inatakiwa uende ufanye hufanye mishonari. mm. Lakini ukiwa na management haiwezi kuelewa hiyo ishu. mm. So inakuwa ni unapokuwa na management ni business, business. Mm. Huduma <laughs> inakuwa ni kwa uchache sana ushaifanya na. mm. Management si, si jawai, lakini nimeona watu ambao, mm. wakaribi yangu ambao wako na management si kila sehemu wanaweza wakaenda. mm. yes, yeah. mm. mm. okay. mm. ungerudi miaka ambayo ndo unaanza muziki, naam no. Nini ambacho ungekifanya kitofauti, wakati unaanza ambacho unahisi ukukifanya vizuri mm? Mi namshukuru Mungu nilianza vizuri <laughs> kwa sababu nili, nilikuwa napenda napenda sana kujifunza mm. Yani hata kwenye digital kokote nilikuwa siwezi ingia sehemu kabla sijajifunza, kwa hiyo okay. Namshukuru Mungu mimi nilianza kuimba as solo artist, lakini kwe, nikaenda kwenye kwaya kujifunza so, kwenye kwaya nikajifunza discipline, nikajifunza hmm, nini maana ya utumishi, kwenda vijijini, na huko huko ndo huduma iliko, iliko, ilikozaliwa vizuri hmm. Kwa hiyo, hapana, namshukuru na Mungu nilianza vizuri. Wako wengi, utamshauri mtu mwingine awe na mentor, value gani inaongeza kwenye huduma yes. yako? Yani, kwenye maisha huwezi kufanikiwa kama hakuna mtu ambaye akiongea ukamsikiliza hmm. Lazima uwe na mtu ambaye ukichoma, nakwambia hapa, kijana wangu umechoma. mm -hmm. Yes, kwa hiyo nashauri kijana yoyote asiende yeye mwenyewe tu. Yani talent peke yake haitoshi ya mm -hmm. Lazima upate knowledge kuhusu hiyo talent yako kuhusu hiyo huduma yako kuhusu kipawa ambacho uko nacho ili uweze kuprosper, upite njia gani mm -hmm. Kitu gani usifanye, kitu gani ufanye, lakini pia lazima uwe na baba wa kiroho mm -hmm. Yani wakisema leo Kibonge wa Yesu anasali wapi, wa yani, wajue kabisa huyu anatoka kwa baba fulani oh, kanisa fulani. mi nasali nayo mm. Gospel Assembly Church okay. kwa askofu Mwosota mm. yes yeah.